Katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa hatari wa fungashada unaoshambulia zao la ndizi, wadau mbalimbali wamekusanyika mkoani Morogoro kwa warsha ya siku moja ya kuwasilisha matokeo ya tafiti na kutoa elimu kwa wakulima. Warsha hiyo imelenga kuwajengea uwezo wa wakulima na maafisa ugani juu ya mbinu bora za kukabiliana na ugonjwa wa fungashada ambao umeendelea kusababisha hasara kubwa kwa wakulima wa ndizi hapa nchini. Mimi naitwa Dr. Philbert Modesti Ruhunga ni manager, management ya maarifa katika Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Leo tumekuja mkoa wa Morogoro na lengo kubwa la kutuleta Morogoro ni kusambaza matokeo ya utafiti yaliyofanywa na watafiti kutoka TARI ambao ni wadau wa Kosteki baada ya kufanya e, utafiti walikuja na matokeo yao ya utafiti. Kama kawaida, COSTECH ni mshauri wa serikali katika masuala ya sayansi na teknolojia, lakini na jukumu pia la kuhakikisha kwamba matokeo ya sayansi teknolojia na ubunifu yanawafikia ya walengwa, na walengwa hapa ni watunga sera, wa mwananchi mmoja mmoja, wafanya maamuzi mbalimbali. Kwa hiyo wote wale ni wadau wa COSTECH. Kwa hiyo tulipopata hizi taarifa na matokeo haya ya utafiti, tuliandaa hili kongamano ambalo limewashirikisha taasisi za utafiti, wanahabari, maafisa ugani e, na wananchi mmoja mmoja kwa ujumla wa wawakilishi wa wakulima wa wa, wa, wa lakini na wasafirishaji wa mbegu hizi mbegu za, za, za, za, za, za migomba na wenyewe wameshirikishwa. Kwa hiyo E, tulikuwa na wadau wote kwa ujumla e, kuwaelewesha juu ya haya matokeo ya utafiti kwamba kuna kirusi anayeshambulia migomba kwa haraka zaidi na kuleta hasara kwa wakulima. Kwa hiyo e, wakulima wamefundishwa namna gani ya kujikinga na huyu kirusi ili asisambae kwa kwa uwepesi zaidi, lakini wame, e, wamepewa na mbinu mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba migomba wanaoipanda inakuwa ni, ya, ni safi ambayo haina, haina virusi. Mimi naitwa Hamad Limo, ni mtafiti kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viwatilifu Tanzania. Aa, kama mnavyoona hali ya ugonjwa ilivyo, Tanzania imekuwa ikizalisha karibu tani milioni tatu na laki tano kila mwaka kati ya hizo um, kama milioni mbili zinazalishwa na wakulima wadogo na milioni moja kama na nusu zinazalishwa na wakulima wakubwa ambao wamekuwa wakiuza kwenye soko la ndani pamoja na soko la nje. Kwa hiyo huu ugonjwa wa fungashada ya migomba ambao unaweza kuathiri uzalishaji kwa kati ya asilimia tisini mpaka mia ndani ya msimu mmoja, maana yake ni kwamba ukiingia kwenye eneo unaondoa tisini mpaka asilimia mia ya, ya, ya migomba kwa mwaka. Hii maana yake ni kwamba unaondoa kabisa uzalishaji wa zao la ndizi. Kitu ambacho kinatupa matumaini ni kwamba Uh, bado ugonjwa haujasambaa nchi nzima. Kwa hiyo tunaweza tukaukabili katika yale maeneo ambapo upo, na kuna maeneo ambayo hayajaathirika uh, tunaweza tukayatumia kama vyanzo vya mbegu kwa ajili ya kurudisha uzalishaji. Baada ya mafunzo ukumbini, washiriki walielekea shambani kujionea hali halisi. Na hapa mkulima ambaye shamba lake limeshambuliwa na ugonjwa huu anasimulia jinsi hali hiyo ilivyompunguzia uzalishaji. Kwa majina anaitwa Ali Abdul Kondo, natokea kata jirani hapa tulipo. Aa, kwangu mimi ugonjwa umeingia mwaka 2022, na watafiti walikuja pale, walitupa maelekezo jinsi gani ya kuweza kuangamiza ule ugonjwa. Tulijaribu lakini bado tukawa hatujapata elimu ya kutosha, tukahamisha mbegu tena kutoka kwenye mashamba mengine ambayo yameathirika kuleta shambani. Kwa hiyo yali imeendelea kutuangamiza mpaka hivi leo mnakuja hapa, manake mashamba yote huko yameharibika Ila kwa sababu leo tumepata elimu ya kujitosheleza, nadhani tutaenda kutoa elimu kwenye vikundi vya kijamii, kwenye mikutano mbalimbali ya kisiasa, ili ifikie sehemu watu wapate elimu na wapande mazao kulingana na mbegu ambayo tutakazoletewa nyingine mpya na kuangamiza kwa kupiga dawa za wadudu pamoja na, na kuua yule mdudu ambaye ane, anesambaza ule ugonjwa, basi nadhani mafanikio yatakuwa hapo baadaye. Hali ya uzalishaji imekuwa ni mbaya kwa sababu hatuna mavuno ambayo tunayopata kama vile zamani. Ah, mimi shamba langu ni eka moja nilikuwa navuna mikungu mia tatu kwa miezi sita mpaka mia mbili hamsini kwa miezi sita, lakini sasa hivi navuna mikungu mpaka 10, 15, basi biashara imeishia hapo. Wataalamu walionyesha wakulima hatua za kuchukua pindi dalili za ugonjwa zinapoonekana ikiwemo kungoa migomba. Kitu chochote ambacho unaweza kutengeneza njia hapa kwamba hii sindano iweze kuingia hapa kwa urahisi na hii dawa iweze kuingia, otherwise haiwezi kuingia kwa sababu hii sindano huku mbele itakuwa inazibwa. Sawa, eh? Kwa hiyo utachoma dawa yako nahakikisha yote hii miezi kumi yote imeingia. Kwa majina naitwa Dr. Mpoki Shimwela ni mtafiti mwandamizi na nafanya utafiti zaidi kwenye zao la migomba na ni mtafiti kiongozi wa zao la migomba hapa Tanzania Unapochoma ile dawa ambayo tumesema kwamba unaweza ukatumia, eh, dawa yoyote ya magugu yenye kiambatanisha cha glyphosate eh 480 ambayo inaweza ikawa ni Roundup, au Forceup, au dawa nyingine ambazo zinazofanana na hivi. Unapochoma unachanganya, tulisema unachanganya eh, ratio ya moja kwa kumi, na maana ukiwa na miezi moja unaweka miezi kumi za maji. Unapochoma huu mgomba unanyauka wote, yani linakufa lakini kama endapo mkulima ataamua kuling'oa, mara nyingi sana yale maotea, mfano kama utaona kabisa alikatakata, matokeo yake maotea yametoka mengi zaidi. Kwa hiyo matokeo yanayotoka mengi zaidi, ina maana hali ya ugonjwa kukaa shambani inaongezeka. Lakini tunapochoma sindano, mgombo unapokauka, unakauka shina lote kuanzia chini kwenye mizizi. Kwa hiyo ina maana udhibiti unakuwa ni rahisi na ambao hautumii nguvu sana. Na hapa neno la shukrani likatolewa kwa Tume ya Taifa ya Sayansi nchini COSTECH kwa kuandaa warsha hii ambayo imekuwa muhimu katika kuokoa zao la ndizi hapa nchini. E, tunashukuru kwa e, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH kwa kuitisha hili kongamano ambalo kwa kiwango kikubwa limetangaza matokeo na athari na matokeo na nini kifanyike kwa wakulima, ambazo ni tafiti ambazo tumeanza kuzifanya E, Taasisi ya Utafiti Tanzania TARI e, TPHPA pamoja na huu utafiti, tumeanza muda mrefu na matokeo sasa sasa hivi yanaanza kuonekana kwamba kwa wakulima wafanye nini ili kudhibiti ugonjwa usienee. Kwa, kwa hatua ya kwanza ambayo tunaesema ni kudhibiti matumizi ya mbegu zisizo salama. Wakulima wasisafirishe mbegu, lakini wasipane mbegu ambazo hazina hazijathibitishwa na naweza nikasema kwamba endapo tutakuwa na mpango mkakati thabiti ambao kama tulivyosema kwamba migomba ing'olewe na kuuliwa kwa njia ambazo tumezisema, kama vile kwa kutumia eh, herbicide au kiua magugu cha glyphosate glyphosate, ambacho kinaua kinakausha mgomba. Kwa mfano, huyu mkulima hapa hawezi kung'oa hii migomba yote kwa wakati mmoja, ni kazi ngumu, lakini kwa kuchoma sindano ile ya kiua gugu anaweza akaikausha hii migomba ndani ya siku ishirini, yote ikawa imeisha, basi shamba lake likawa safi, akaanza kupanda upi. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mbinu ambayo tumekuwa tukitangaza na kuwafundisha wakulima hapa nchini. Jina langu ni Adam Maruma, na mpiga picha ni Nicolaus Roman.